Ni wakati wa kutazama ligi ya mabingwa barani Ulaya kupitia MCL Digital. Jana tulishuhudia Arsenal Wenger na Arsenal yake wakikubali jumla ya idadi ya mabao kumi kutoka kwa Bayern Munich, wakati Real Madrid walisonga mbele dhidi ya Napoli katika jiji la Naples pale Italy. Leo kuna mechi kali sana kati ya Barcelona na PSG. Katika pambano litakalochezwa no camp, lakini kuna pambano jingine ambalo litachezwa Ujerumani katika jiji la Dortmund kati ya Benfica na Dortmund. Katika pambano la kwanza dunia ilishangazwa baada ya PSG kuichapa Barcelona mabao manne kwa bila, na leo kuna pambano la marudiano ambapo Barcelona watajaribu kufanya kila wezalo kuhakikisha waibiki waibike katika dimba lao la no camp, lakini wanahitaji kushinda mabao manne ili waendelee waweze kusonga mbele katika michuano hiyo katika hatua za dakika za nyongeza endapo pambano nitaisha kwa nne bila wao wakiwa washindi, lakini kama watafunga bao la tano, huku PSG wakishindwa kuandika bao lolote, hii ina maana kwamba moja kwa moja Barcelona atakuwa ameishangaza dunia kwa kufanya comeback ya ajabu ambayo haijawahi kutokea katika ligi ya mabingwa, timu kufungwa bao nne katika mechi ya kwanza na kisha ikarudisha katika mechi ya marudiano. Kwa hiyo ni jukumu la Barcelona wakiwa na MSN Lionel Messi, Neymar pamoja na Luis Suarez kubadilisha matokeo katika dimba uh, la Camp Nou katika hali halisi ni kitu kigumu, kwa sababu PSG ni ngumu sana kwao kuruhusu mabao manne, lakini hata wakiruhusu bado kuna uwezekano wakina Julian Drexler, wakina Angel Di Maria, Edison Cavani kufunga walau bao moja au mawili katika dimba la Nou Camp. Ni kitu ambacho Luis Enrique, kocha wa Barcelona, inabidi akiangalia angalia namna ya kubalance game, lakini vile vile kuna pambano jingine ambalo litachezwa pale Dortmund kati ya Benfica na Dortmund dunia na msubiri Lionel Messi zaidi kuona kama anaweza akapindua matokeo yalotokea Ufaransa. Hicho ndicho kitu kikubwa zaidi ambacho tunakisubiri, na sisi watu wa Mwananchi Communication, watu wa Citizen, pamoja na Mwana Sport, tutakuletea moja kwa moja matukio haya na mengineyo yote ambayo yanaendelea kutamba barani Ulaya kupitia magazeti yetu mbalimbali mbali, lakini kupitia vile vile tovuti zetu mbalimbali mbali za Mwana Sport, Citizen pamoja na Mwananchi. Usikose kujua nini kitajiri kama ambavyo dunia bado inaendelea kumcheka Arsene Wenger na Arsenal. Usikose kujua nini kitajiri baada ya leo. Kesho asubuhi tutakutana tena hapa kujadili nini kilitokea, lakini vilevile vile kupitia, uh, magazeti yetu kama nilivyosema, unaweza ukafuatilia kujua kama Lionel Messi na wenzake wameweza kupindua matokeo wasasa, kwa sasa, kwa herini Mwananchi Communications Limited tunakusogeza karibu zaidi na ulimwengu wa habari na matukio ya kijamii, siasa, uchumi, michezo, burudani na makala murua kupitia magazeti yetu ya Mwananchi, The Citizen, Mwanaspoti ambayo yako sokoni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Pia unaweza ukasoma magazeti yetu kupitia tovuti ya www.epaper.mcl.co.tz. Muda wowote ukiwa mahala popote kwa bei nafuu, tembelea mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Mwananchi News, The Citizen Tanzania na Mwana Sport, na huko Instagram Mwananchi at underscore official na Twitter at Mwananchi News at The Citizen TZ at Mwana Sport TZ, na YouTube pia tupo utatupata kwa MCL Digital, kupata habari za papo kwa hapo na yanayojiri dunia nzima. Kwa habari zaidi tembelea tovuti zetu za www.mwananchi.co.tz www.thecitizen.co.tz na thecitizen www www.mwanasport.co.tz Mwananchi, fikiri, tofauti.